Wanakusanyika pamoja hii ni barua ya leo Jumamosi tarehe 22 mwezi wa tatu mwaka wa 2025 kutoka kwa Nabii wa Mungu Ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Wapendwa wasikilizaji wa kanda, swali: je, tuko katika mapenzi yake makamilifu kwa kuzicheza kanda? Jibu: ndiyo. Swali: je bibi harusi anahitaji zaidi ya yale yaliyosemwa kwenye kanda? Jibu: hapana. Swali: je, tunakosa kitu kwa sisi kusikiliza kanda tu? Jibu: hapana. Swali: je, tunaweza kuwa bibi harusi kwa kusikiliza kanda tu? Jibu ndiyo, kwa msisitizo zaidi. Sasa kumbukeni, hakuna lolote linaloweza kufunuliwa. Mungu hatafanya neno lolote hata kidogo, mpaka kwanza alifunue kwa watumishi wake manabii. Hivyo yote tunayohitaji yamekwisha nenwa na yako kwenye kanda au wakati malaika wake wa saba atakaporudi duniani, yeye atatuambia. Basi lo, bibi harusi, hebu natuwazie kile kinachotendeka miongoni mwa bibi harusi wa Kristo ulimwenguni kote. Baba anamkusanya bibi harusi wake pamoja kwa sauti yake, naye ananguruma, Bwana asema hivi. Kumbukeni, alituambia zile ngurumo zilikuwa kitu gani? Sauti kuu ya kishindo cha ngurumo ni sauti ya Mungu, nayo sauti ya Mungu kwa bibi harusi ni nini? Malaika mjumbe wa saba wa Mungu William Marion Branham, yeye alisema kuna kuja ngurumo saba za siri ambazo hata hazijaandikwa kamwe na ya kwamba kupitia ngurumo hizo saba zitamkusanya bibi harusi pamoja kwa ajili ya kupata imani ya kunyakuliwa. Neno la Bwana huwajia manabii wake. Kama angekuwa na utaratibu bora zaidi angaliutumia. Yeye alichagua utaratibu bora zaidi ya wote hapo mwanzo, naye hawezi na hatabadilika. Kwa hiyo sauti ya Mungu inayonena kupitia malaika wake wa saba inamkusanya bibi harusi wake pamoja na kutupa imani ya kunyakuliwa. Kanisa halijashangaa tangu mwaka wa 1933 kule chini mtoni siku ile ya kwamba William Marion Branham ndiye sauti ya Mungu inayonguruma. Bwana asema hivi. Naye alitumwa kumwita kumkusanya na kumwongoza bibi harusi. Ningependa kuwaalika mje msikilize pamoja nasi Jumapili saa sita mchana saa za Jeffersonville. Ni saa moja jioni ya Afrika Mashariki, wakati Bwana wetu Yesu anapokifungua kila kitabu kuuvunja huo muhuri na kuutuma duniani kwa malaika wake wa saba atufunulie huo sisi. Ndugu Joseph Branham. Tarehe Jumapili, tarehe 23 Machi mwaka 2025. Ujumbe muuri wa pili 63-0319 muda saa sita mchana saa za Jeffersonville. Ni saa moja jioni ya Afrika Mashariki. Maandiko ya kusoma kabla ya kusikiliza ujumbe: Matayo Mtakatifu sura ya 4 mstari wa nane. Matayo Mtakatifu sura ya kumi na moja mstari wa 25 hadi wa ishirini na sita. Matayo Mtakatifu sura ya 24 mstari wa sita. Marko Mtakatifu sura ya kumi na sita mstari wa kumi na sita. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa kumi na mbili. Watesalonike wa pili sura ya pili mstari wa tatu Waebrania sura ya nne mstari wa kumi na mbili Ufunuo sura ya pili mstari wa sita Ufunuo sura ya sita mstari wa tatu hadi wa nne Ufunuo sura ya kumi na saba yote Ufunuo sura ya kumi na tisa mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na sita Yoeli sura ya pili mstari wa ishirini na tano Amosi sura ya tatu mstari wa sita hadi wa saba.